Sasa nikizungumzia kwa hali ya CP na usonji kwa pamoja. Um, tunasema hivi, maradhi haya mtoto anaweza akazaliwa nayo, akazaliwa tayari ni msonji ama ana cerebral palsy, kutokana tu labda na complication za mimba ilivyoingia. Ndio maana tunaambiwa hata wazazi wanapojiandaa kwa ajili ya kupata mtoto Samahani, wanangu, sina maana ya kupotosha, ila kuelimisha. Wanapojiandaa kupata mtoto, kwanza unatakiwa kumtanguliza Mwenyezi Mungu kabla ya yote ambayo mnayafanya kwa ajili ya kupata mtoto, lakini pia muwe na afya njema na akili timamu, yani akili tulivu, kwa sababu kama utakuwa mlevi sana, kama utakuwa na mambo ma- mabaya kichwani, si ndivyo eh? Lakini pia ukawa si wa kumtanguliza Mwenyezi Mungu, lakini pia hata ukafanya tofauti na mazingira yanayompendeza Mwenyezi Mungu, uwezekano mkubwa wa kupata mtoto mwenye mapungufu upo au kupiki, kwa sababu Allah anatukadiria heri na shali kama mtihani Yani heri na mtihani wake na shari na mtihani wake. Kwa hiyo yote ni sisi, tumepewa akili za utambuzi kuweza kufanya ama kuenenda katika misingi adhimu inayompendeza Mwenyezi Mungu ili tupate kilicho bora. Naam, kwa hiyo unaweza ukamzaa mtoto akiwa msonji ama mwenye CP kwa namna hiyo ambayo nimetangulia kusema ama vinginevyo ambavyo wataalamu wanajua, lakini mtoto pia baada ya kuzaliwa akipata complication ya yani, weather, kuzaliwa yani, wakati wa kuzaliwa wedha, akachelewa ku, kuzaliwa, yani muda wa kutoka umefika lakini njia haijafunguka mtoto anaweza akanywa yale maji, anaweza akapata complication yoyote au akabanwa kichwa kwenye njia ya kutokea kisha ikawa na complication katika maguzi yake akawa na mapungufu. Kwa hivyo anawezekana akapata hiyo cerebral palsy kwa sababu tayari ile hali itatrigger ubongo wake na hautokuwa katika hali ya usalama, na anaweza kudorola katika ukuaji ama kupiga hatua zile za mtoto kawaida. Kwa hivyo hizo ni complication katika wakati wa uzazi, lakini pia hata ikilazimika mtoto yule labda amekuwa ni mkubwa kuliko njia akavutwa, ama amechelewa akavutwa, ile uh, vacuum wanayotumia kumvuta tayari inaweza ikaletea complication katika ubongo wa mtoto na mwili wake kiujumla, anaweza akaathirika na akapata either CP ama usonji na mambo mengine yote ambayo yatadororesha ule ukuaji wake na mwisho kuonekana kama mlemavu, kama ambapo mnaona watoto wetu. Lakini baada ya hapo, baada ya kuzaliwa, tunasema ni baadhi ya maradhi yanapelekea mtoto kupata CP ama usonji. Moja ni mazingira ya ukuaji wa mtoto anaweza kukua kwenye mazingira hatarishi yakampelekea usonji. Kwa mfano nina watoto humu ndani ambao mama na baba walifariki na akabaki bibi ndio akawa mlezi, lakini bibi alikuwa mgonjwa. Kwa hiyo watoto walikuwa wakifungiwa ndani mpaka kufikia kula vinyesi vyao, kukosa huduma ya chakula na mambo mengine. Kwa hiyo hali yao ikawa duni kiasi kwamba wakawa kama wamepotea kiakili, hata kimwili, kwa hali yao ni mbaya. Hata tumewapokea, hali ilikuwa ni mbaya zaidi, ila tunamshukuru Mungu, kwa sasa wanaendelea alhamdulillah. O, sio nzuri sana, lakini alhamdulillah inaridhisha. Wameweza hata kuchangamana na wenzao, kwa maana mmoja wao, yule ambaye kidogo akili inakuja na kutoka, alikuwa akiona watu wanataka kukimbia lakini kwa sasa unaweza kumtoa hapa nje akazunguka tu akacheza vizuri. So kwa ile socialization ambayo tunampa kidogo ameenda akiwa anako na mazingira. Kwa hiyo hii inaleta ni madhara ya ile mazingira aliyokulia, alifungiwa ndani muda mrefu na maradhi kidogo aliyokuwa nayo, kwa hiyo yakaleta usonji uliopitiliza. So hali yake ikawa mbaya kama hivyo lakini wengine unakuta labda baada ya kuzaliwa kapata manjano kama mwanangu, kwa kupitia yale matibabu, ile mionzi anayomulikwa kwa ajili ya kuangalia ile manjano na kuitibu, nayo ina athari, lakini pia zile sindano anazochoma nazo zinaleta athari baadaye, kila matibabu zile dawa kwa sababu dawa zingine unakuta ni nzuri zaidi kwa kifafa, lakini kutokana na hali yake analazimika kupewa ili azimishwe, viungo vitulie na ubongo utulie, kwa sababu anakuwa na kakamaa sana. Ili wamnusuru, wanampa zile ambazo ni kama madawa ya kulevya, so yanazidi kudororesha ukuaji wa ubongo na mwili kwa ujumla. Kwa hiyo, hiyo ni hali ambayo inapelekea mtoto kupata sipi ama usonji, wakati akiwa tayari ameshazaliwa na ametambulika kama mtoto aliye kawaida kabisa. So kwa hali zote hizo tatu za kabla, wakati wa kuzaliwa na baada ya kuzaliwa ndizo asbabu za kawaida kibinadamu tunazosema zinapelekea mtoto kuwa msonji ama mwenye CP, lakini asbabu kubwa ni Allah Subhanahu wa Taala ndiye anakadiria uwe mzima ama uwe mgonjwa. Kwa hiyo ndio hali ambayo iliyopo, lakini niwashukuruni sana Madina Foundation kwa kuniomba kusema hili, najua linatufunza na linatusaidia. Hivyo niwaombe katika malezi ya watoto tuki, tukuwe tuki, yani tuwalee tukiwaelekeza kulea wenzao hasa waliopungukiwa. Ni mtoto mdogo anaweza asiwe na uwezo wa kulea, lakini awe na ile moyo wa kujali kwamba mwenzangu kapungukiwa, kama nina pipi moja, ni mpe, anataka kunyanyuka, nimshike mkono. Risala fupi ya kituo cha kulelea watoto walemavu na yatima Nazzar Foundation. Ndugu mgeni rasmi, viongozi wa serikali ya mtaa, viongozi wa taasisi binafsi, viongozi wa dini ngazi ya kata, mkurugenzi wa Nazzar Foundation, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatu. <coughs> Nawakaribisha sana katika kituo hiki. Iliyopo mbele yenu ni lisala fupi ya kituo chetu cha Nazzar Foundation. Ndugu mgeni rasmi, Nazzar Foundation ni kituo kisicho cha kiserikali kilichosajiliwa Julai mnamo mwaka elfu mbili na ishirini na tatu chenye namba ya usajili 4987, kwa lengo la kuwalea watoto walemavu na yatima. Kwa sasa kituo hiki kina watoto wenye ulemavu na yatima hamsini wenye umri wa, wenye umri wa kuanzia mwaka mmoja hadi miaka kumi na tisa wakiwemo watoto wa kike ishirini na sita na wa kiume 24. Pia tuna walimu watatu na wahudumu sita wanao wanaohudumia watoto wapishi, na physiotherapisti na technician mmoja tunaofanya kazi kwa kushirikiana na uongozi wa Nazzar Foundation. Ndugu mgeni rasmi, kituo hiki kinayo mafanikio na changamoto Ndugu mgeni rasmi, yafuatayo ni mafanikio au manufaa ya uwepo wa kituo hiki cha Nazzar Foundation: husaidia kuondosha mtazamo hasi kwa jamii ya watoto walemavu na yatima, husaidia kusimamia haki ya upataji wa huduma za msingi kwa watoto wenye ulemavu na yatima, kama vile kukuza vipaji, kuendeleza malengo ya watoto walemavu na yatima, kuzuia ulemavu wa kudumu kwa watoto. Husaidia ku, kuwalea na kuwakuza watoto wenye ulemavu katika maadili na mienendo mizuri inayo inayofaa katika jamii. Husaidia kutoa elimu kwa jamii, wazazi na walezi kuhusu namna bora ya kuwalea watoto wenye ulemavu na yatima. Ndugu mgeni rasmi, Zifuatazo ni changamoto ambazo zinakikumba zina moja kwa moja kituo cha Nazzar Foundation. Changamoto hizi zipo zinazokumba zinazokumba uongozi wa kituo walimu na wafanyakazi wengine, pamoja na changamoto za watoto binafsi. Kukosekana kwa, kwa eneo la kituo la kuhudumu na, ku, na kutu na kutumia nyumba ya kupangisha ambayo mazingira yake si rafiki kujifunzia kwa watoto walemavu. Pia kutumia gharama kulipia kodi ya pango ya jengo hili. Ukosefu wa pesa za kulipa mishahara ya wafanyakazi wa kituo hii hii, ni changamoto kubwa kwa uongozi, pia kwa wafanyakazi ambapo pia mishahara ni midogo sana. Kukosa wa, wafadhili na wadau ambao kwa, kwa namna moja ama nyingine wangewezesha ku, ku, kutatua changamoto hii. Ukosefu wa vifaa saidizi vya kufundishia na kujifunzia, vifaa vifaa vya kujifanyia mazoezi na kupele, kupelekea kutumia vifaa dhaifu na njia za asili kufanya tiba za viungu. Upatikanaji wa chakula bora kwa watoto ni changamoto ambapo kuna muda huwa havipatikani kwa wakati kutokana na hali ngumu ya kituo. Uhaba wa vifaa vya TEHAMA kwa wafanyakazi kama vile kompyuta mpakato, mpakato kwa ajili ya kutunza taarifa lakini pia uhaba wa vifaa vya, vya jikoni kama vile sahani, vijiko, vikombe na hata chupa za kutunzia vimiminika hitajika kwa watoto wasio na uwezo wa kutafuna huduma wa kutafuna na huduma mbalimbali mbali. Ndugu mgeni rasmi, kutokana na uwepo wa changamoto zetu kituoni, utasaidia utusaidie, na ushirikishe wadau mbalimbali, ushirikishe na wadau mbalimbali kuzitatua kadri uwezavyo, ili nasi tuweze kufikia malengo yetu katika kusaidia na kuwalea watoto walemavu na yatima. Pia tunaomba ukawe balozi popote unapopita kututangazia kituo chetu cha Nazzar Foundation kwa wadau mbalimbali, ili waweze kutushika mkono, kutuinua lakini pia wageni waalikwa wote, tunawahitaji sana mchango wenu katika hili, kwa sababu watoto hawa wanahitaji msaada kutoka kwenu ili waweze ku, waweze kumudu mazingira ya kuishi vizuri kama watoto wengine. Ndugu mgeni rasmi, kwa kumalizia, sisi wafanya kazi wa Nazzar Foundation tunashukuru kwa ujio wako na kutumia muda wako kuhudhuria hafla yetu hii. Kwa heshima yako, tunaamini changamoto zetu umezisikia, uta, utazibeba na kuzifanyia kazi kwa ajili ya kuboresha upataji wa elimu, malezi na huduma haki kwa watoto wenye ulemavu na yatima pindi uta Pindi, uta, ut, pindi, utapo, pindi upatapo nafasi tuna tunakukaribisha kutembelea kituo chetu cha Nazzar Foundation. Karibuni sana Nazzar Foundation. Mm -hmm. Mm -hmm. Masha Allah. Masha Allah.